Aa, tumefika katika eneo hili la mradi wetu huu wa ujenzi wa daraja. Daraja hili kwa kweli lilikuwa hapo awali lilikuwa ni changamoto kubwa kwa wananchi wetu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, na kwa kweli tumejionea katika picha hapa daraja hili lilipokuwa mwanzo, lakini pia tumepita kwa miguu daraja ambalo wananchi wetu wanatumia mwanzo juu ya kufanya harakati mbalimbali katika maeneo haya, lakini kwa mapenzi aliyonayo Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na kushirikiana na viongozi wa serikali ya wilaya hii pamoja na halmashauri, leo hii tunajionea daraja la kisasa daraja la kileo ambalo kila mwananchi anaweza kapita na harakati zetu za kimaendeleo zikawa zinaenda kufanyika. Mwenge wa Uhuru oye! Oye! Oye! Mwenge wa Uhuru safi! Safi! na haya yote yanatokana na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa eneo hili. Ombi langu ndugu wananchi endeleeni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuleta maendeleo mbalimbali ya ndani ya maeneo yenu. Kwa kweli hizi ni uzalendo na ni upendo ambao nyinyi mnauonyesha kwake, lakini na yeye anauonyesha kwenu. Lakini pia ndugu wananchi, endeleeni kushirikiana na viongozi wetu ambao wanawasaidia katika kuleta maendeleo ndani ya eneo hili. Kwa kweli hayo ndio maendeleo makubwa na huo ndio mapenzi Naamini hii sio mwanzo. Mheshimiwa Mbunge amesema hapa kuna zaidi ya madaraja sita ambayo yanajengwa ndani ya wilaya hii, kwa kweli fedha ni nyingi ambazo zinatumika katika ujenzi wa madaraja haya. Ombi langu, ndugu wananchi, tuendelee kuyatunza madaraja haya ili kila mmoja wetu aendelee kufanya kazi zake na shughuli zake za kila siku katika maeneo haya, lakini pia mtambue hii ni njia kubwa ambayo nyinyi wenyewe mnatumia na magari mbalimbali yanapita, mbali hapo nyuma ilikuwa magari yenye tani kubwa zaidi hayawezi kupita kutokana na daraja ambalo lipo, lakini daraja da la sasa hivi ambalo muda si mrefu talizindua daraja hili sasa hivi linatumia gari kubwa na, ta na gari ambazo zinabeba tani kubwa sana zinapita hapa. Haya ndio maendeleo na haya ndiyo mapenzi, na ndio maana mwenge wetu wa uhuru umefika katika eneo hili la Kisegese. Kwa kweli wana Kisegese mmebarikiwa, na kwa kweli wana Kisegese, Daktari Samia Suluhu ana mapenzi makubwa na nyinyi na ndio maana leo hii Mwenge wa Uhuru utatembelea miradi mbalimbali ndani ya wilaya eni yeah. Na niwaambie ndugu wananchi wa eneo hili, sisi vijana sita ambao tumeikagua daraja hili tumejiridhisha, daraja hili lina ubora lina viwango wa kutumia wananchi wa Kisegese na maeneo mengine, endeleeni kufanya harakati zenu za kimaendeleo, lakini endeleeni kufanya shughuli zenu za kila siku katika kupita kwenye daraja hili. Daraja liko vizuri, lina uimara, na ninaamini haya ndiyo mwanzo, madaraja kama haya yataendelea kuwepo, lakini pia kwa maelezo ya Mheshimiwa mbunge ambaye anatuwakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Mheshimiwa Mkoila ameniambia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii, ili naamini na nyinyi na wana Kisegese utakuwa mnatumia lami katika barabara hii. Itifaki hiyo imezingatiwa hapa. Ndipo Kisegese, leo hii tunashuhudia mwendelezo wa kazi nzuri inayofanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kiongozi wa mbio za mwenge Daraja hili ni ukombozi mkubwa kwa sisi wananchi wa kata ya Namawala, kijiji cha Kisegese na kijiji cha Chiwachiwa kata ya Mbingu. Labda nitoshe tu kusema kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameazimia kujenga madaraja ya na namna hii sita katika jimbo la Mlimba, ikiwemo hili pale Chiwachiwa, pale Isago, pale pale Mpanga, na pamoja Mfuji kule Masagati, lakini na Mbasa. Sasa hivi Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha anakwenda kujenga madaraja mawili kwa awamu inayofuata, daraja la Mtombasa na daraja la Isago na haya mengine aliyobaki matatu anakwenda kukamilisha. Lakini kama itoshi, naenda naomba nimalizie na kwa kusema Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mpaka sasa ameshatoa fedha kwa ajili ya ujenzi bilioni mia moja sitini na saba ujenzi wa barabara inayotoka Ifakara kwenda Mlimba pale ma Masagati, pale, eh, Madeke, mpaka pale Masagati kwenda pale Madeke mpakani mwa Njombe na sasa tunazungumza. Tayari wakandarasi wawili wamesha saini mikataba, mmoja ameshaleta mitambo pale kwa Mamzinga na Mawala. Na hii itoshe tu kusema kwamba sisi wananchi wa Mlimba tunapeleka salamu kwa Mheshimiwa Rais. Tunakwenda kumpa zawadi. Zawadi yetu ni pale tutakwenda kumpigia kura za kishindo ndani ya jimbo la Mlimba, ni asilimia mia moja. Ndugu Kiongozi wa mbio za mkuu za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa kini mshu na tano. Lengo kuu la mradi huu ni kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji, kwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. kengeza mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mradi hiyo aji kukamilika umegharimu kiasi cha shilingi milioni moja nukta tisa mbili. Ujenzi wa daraja pekee umegharimu milioni 1.3 ikiwa shilingi milioni mia tisa sabini nukta moja mbili na gharama za ununuzi wa daraja la chuma na shilingi milioni 366.67 tatu sitin na gharama za ujenzi wa nguzo na, na kiasi cha shilingi milioni 589.45 ikiwa ni uimarishaji wa barabara.